Karibu Kidume Tanzania, kama kawaida, platform yako pendwa ambayo inakutengenezea safari nzuri ina kabisa ya kuhakikisha kwamba unakuwa kidume sawa, yani mwanaume unakuwa kidume, unakuwa mtu ambaye una uwezo wa perform sex ama tendo la ndoa kwa ufasaha vizuri kabisa, yani kwa asilimia mia ukaridhika, lakini vilivile na mpenzi wako ama mke wako ama mwenza wako akaridhika. So leo ni just kukumbushana tunataka kukumbushana pia kuhusiana na kitu kimoja, lakini ukiona kwako hakipo, ujue ni tatizo. Kila mwanaume, kila mwanaume ambaye tayari yuko vizuri yuko imara, kila siku asubuhi, lazima uume wake usimame vizuri, lazima uume usimame vizuri. Hii inamaanisha kwamba uko fiti. Naamini utakuwa umeshawahi kusikia kuna kitu kinaitwa cha asubuhi. Cha asubuhi ni kwa sababu kila siku asubuhi mwanaume anatakiwa aamke amesimama, ndiyo sababu ya kutokea kitu kinaitwa cha asubuhi ama morning glory, unaita morning glory. kwa hiyo basi kama hauna huo utaratibu wa kuwa unasimama kila siku asubuhi au alfajiri, basi fahamu kabisa kuna shida kiasi, ambayo ambapo unatakiwa ifanyie kazi, kwa sababu um, mwanaume yoyote lazima asubuhi aamke amesimama, kwa sababu tayari anakuwa alishapumzisha mwili kutokana na miangaiko ya siku nzima, akalala vizuri. Anavyolala pale kwa sababu ya chakula alichokula kinaenda kufanya kazi, kinaenda kama ni alikula vile vyakula ambavyo tunavijua, tunavi, tunavi, tunavi, tunavi, ni vyakula vya kumjenga yeye kuwa kidume, basi asubuhi lazima aamke awe amesimama, uume umesimama, kwa sababu unapokula hivi vyakula lese, una utaratibu wa kula wa karanga, una utaratibu wa kula mbegu za maboga, una utaratibu wa kula Uh, tende, una utaratibu wa kula korosho, vitu hivyo vidogo vidogo, sijui chai yako wewe iko proper, ni chai ile ya nguvu za kiume hivi, hiyo inakufanya kuwa strong na kuonesha uwe strong. Maana yake ni kwamba asubuhi unapoamka lazima uamke umesimama kutoka kulala kwako. Maana yake ni kwamba pengine tayari umeshapata morning glory, pengine saa kumi saa kumi na moja au a saa kumi na mbili, inategemea na muda ambao unaamka. Ukipata pale sawa, lakini unatakiwa kila siku uamke umesimama, uume umesimama kabisa tena uko imara kabisa vizuri. Hiko ni kipimo halisi ama kipimo namba moja cha kuonesha kwamba kweli wewe ni kidume haswa. So kama, kama hauoni hiyo, huna huo utaratibu wa kusimama kila siku, unaweza kutupigia simu namba hizo hapo chini kwa ajili ya ushauri pamoja na tiba mbadala. Kwa maana ya kwamba tuna dawa ya kidume ipo, tutaionyesha lakini kwa sababu bado ni mapema, lakini tayari imeanza kutumika aa. Unaweza kutafuta pia kama una hilo tatizo, tushauri, tukushauri, ujielezee, tukushauri ufanye nini, na kama ni kutumia dawa au kubadilisha mtindo wa maisha kidogo, tutakushauri pia, ni kulingana na maelezo yako, lakini Hakikisha wewe ambaye unataka kuwa kidume, kila siku asubuhi lazima uamke uume umesimama. Kama bado hauja subscribe channel yetu, karibu kusubscribe hapo chini. Aa, Kidume, subscribe, ili uwe wa kwanza kuwa unapata taarifa mbalimbali, kwamba tayari tumeweka madini, tumeweka uh, darasa, tumeweka uh, tips kwa ajili ya wewe kujifunza. Lakini vivyo, unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Kidume Tanzania ukiingia TikTok au Instagram.